Katika mji wa Bahati aliishi mfanyabiashara tajiri sana aliyeitwa Bwana Karama. Alimiliki duka kubwa la nafaka, meli za biashara na maghala yaliyojaa mali, lakini moyo wake ulikuwa wa chuma. Kila asubuhi, mzee kilema aliyeitwa Saidi alifika mlangoni pake kuomba kipande cha mkate. Karama alimcheka akamtupia makombo yaliyooza sakafuni. Hakujua kwamba siku moja mzee huyo angekuwa na ufunguo wa siri ya mali zake na hatma ya roho yake. Karama aliamini utajiri wake hautaisha. Alikopesha watu kwa riba kubwa, akawadharau maskini. Mzee Saidi, licha ya ulemavu wake, alimwambia kwa tabasamu, mwanangu, utajiri ni kivuli, hupotea jua linapozama. Jenga nyumba ya wema ndani ya mioyo ya watu. <laughs> Karama alicheka kwa dharau, wewe huna hata viatu, unanifundisha mimi maisha? Toka hapa! Sofia mke wa Karama alikuwa na roho kama ya mumewe. Siku moja Saidi alimwomba maji, badala ya kumpa, Sofia alimwaga maji machafu ya kuosha vyombo miguuni pake. Saidi hakukasirika. Alitazama anga na kusema, kila tone la machozi lina shahidi wake. Wiki mbili baadaye, meli tatu za karama zilizama baharini. Moto wa ajabu uliteketeza maghala yake. Ndani ya siku moja, Karama akawa maskini. Karama alikamatwa kwa madeni na kutupwa gerezani. Chakula kilikuwa kibaya, walinzi walimdhihaki. Siku ya tatu, mfungwa mpya aliingia. Alikuwa mzee mwenye ndevu ndefu nyeupe, aliyevaa joho la dhahabu lenye viraka. Karama alishtuka, ni mzee Saidi! Mzee Saidi, lakini hakuwa kilema tena. Alitembea wima, macho yake yakimetameta kwa mamlaka. "Wewe umefikaje huku?" Karama aliuliza kwa sauti ya hofu. Saidi alitoa mkate mfukoni, harufu yake ilijaza chumba. "Huu ndio mkate uliokuwa ukinikataa," alisema kwa sauti nzito. "Mimi si ombaomba, mimi ndiye msimamizi wa mali za ukoo wako. Baba yako aliweka wakfu mali hizi kusaidia maskini. Nilikuja kukujaribu Karama, lakini ulishindwa mtihani wa ubinadamu. Ghafla, milango ya gereza ilifunguliwa. Hakimu mkuu na mkuu wa mkoa wa waliingia wakapiga magoti mbele ya Saidi. Mheshimiwa Jaji Mkuu Saidi, kila kitu kiko tayari, walisema. Karama alihisi ardhi ikizama Mzee aliyekuwa akimcheka ndiye jaji mkuu aliyekuwa akijificha ili kuchunguza dhulma za matajiri. Saidi alimwangalia kwa huruma, utajiri wako haukupotea. Nilizuia mali zako ili uonje umaskini na ujue uchungu wa dharau. Leo ungetoka hapa ukiwa maskini milele, lakini mkeo Sofia alikuja kwangu leo asubuhi akilia na kuomba msamaha. Alitoa pete yake ya ndoa ili nikupatie chakula. Kwa toba yake nikarudisha nusu ya mali zako, lakini nusu nyingine itajenga hospitali kwa walemavu uliokuwa ukiwacheka. Karama alitoka gerezani akiwa mtu mpya. Hakurudi tena kwenye dharau. Alijifunza kuwa cheo ni dhamana na mali ni kivuli kinachoweza kufutika kwa dakika moja. Ndugu msikilizaji, funzo la simulizi hii ni moja: usimdharau mtu kwa sababu ya hali yake, kesho unaweza kuhitaji mkono wake. Je, umewahi kumdharau mtu kisha ukaja kuhitaji msaada wake? Andika maoni yako hapa chini. Kama unapenda simulizi hii, bofya like na subscribe kwenye chaneli yetu ya Safari Za Hadithi. Share video hii ili hekima iendelee kuenea. Mimi ni mwenza wako katika safari hii, tukutane wiki ijayo kwenye simulizi nyingine yenye fumbo na mafunzo mazito. Asante sana kwa kusikiliza.